Leo tumekutana na wenzetu wa Business Gateway International LLC kutoka Omani. Wamekuja hapa kwa kushirikiana na wenzetu wa chemba wafanyabiashara Zanzibar pamoja na chemba ya Tanzania, Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. tumekutana leo hii kusaini mkataba wa makubaliano ya kufanya kazi kwa pamoja kati ya chemba ya Tanzania pamoja na chemba ya wenzetu Zanzibar. E, makubaliano haya au mkataba huu wa MOU tumeingia ili katika kuwezesha wafanya biashara wetu wadogo wasaizi za kati na wakubwa kuwaweka katika platform moja, kuwaweka katika sehemu moja ambao wanaweza wakapeleka taarifa zao ya biashara gani wanafanya, wanahitaji partnership za aina gani au wanahitaji hata masoko yao ya aina gani. Hii wenzetu hawa wa Oman wameweza kuitumia vizuri nchini kwao na sasa hivi wameweza kupenda kuja kushirikiana na Tanzania Chamber of Commerce Industry and Agriculture pamoja na wenzetu wa Zanzibar National Chamber of Commerce. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana, sisi kama chemba wafanya biashara tumefurahi kuingia mkataba huu na tutafanya nao kazi pamoja, na nitoe wito sasa kwa wanachama wetu nchi nzima wahakikisha wanatumia fursa hii ili waweze kutangaza biashara zao kwa kuweka profile vizuri za makampuni yao wawalete ili sisi tuweze kuwaunganisha, wajulikane nchi nzima, wajulikane nje ya nchi na duniani kote, nini wanachofanya biashara, na huko ndo unaweza akapata partnership, huko unaweza akapata masoko na vile vile kukuza e, biashara zao wanazozifanya iendelee. Pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa nchi Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kufungua nchi kwa upande wa biashara, na ndio maana wenzetu wa Business Gateway International LLC kutoka Dubai wamewiwa na wameona waje kutumia nafasi Kutumia fursa hii ya kuunganisha biashara kati ya sisi Tanzania na wenzetu wa Oman. Kwa tunawakaribisha sana na tutaendelea kufanya nao kazi kwa ukaribu ili kuhakikisha tuna miti zile standard za kitaifa na kimataifa na kufanya biashara vizuri. Asante. Jina langu ni Hamad Hamadi ni mkurugenzi mtendaji wa Zanzibar National Chamber of Commerce. Tupo hapa katika makao makuu ya chemba ya biashara ya Tanzania, TCCIA tukisaini makubaliano baina yetu sisi, ZNCC TCCIA pamoja na kampuni ya Oman inayojulikana kama Business Gateway International. Mahusiano haya yameanza tokea mwaka 2022 kufuatia ziara za viongozi wetu dr Samia Suluhu Hassan na dr Mwinyi ambao walifanya nchini Oman. Sisi tukakutana na taasisi hii au kampuni ya BGI na ikaja hii idea ya kuanzisha mfumo ambao utaweza kuwaweka online wafanyabiashara biashara wetu wa Tanzania wote waweze kupatana na wafanyabiashara walioko Oman kwa ajili ya kujuana kufanya biashara, lakini si hivyo tu, pia kuweza kujenga uwezo wa local content wa wafanyabiashara wetu hapa, ambao wao upande wa Oman kule wanatumia kama ni ICV in-country value, sisi tunaita local content. Kwa hiyo wafanyabiashara wetu wadogo na wakati wataweza kuonekana kirahisi kupitia hii platform na kuweza kuungana na wafanyabiashara walioko Oman na duniani kote, kuweza kujuana na kufanya biashara kwa pamoja lakini pia uh, kuleta thamani ya miradi ambayo inakuja hapa Tanzania, kwa sababu tumeshazoea miradi mingi inayokuja haiwafaidishi wazawa. Taasisi hizi kampuni za wazawa hazifaidiki na miradi hii mikubwa. Kwa hiyo platform hii itaweza kuweka kwa kiwango gani kampuni zetu ziweze kufaidika kulinganisha na zile kampuni za nje lakini pia kama ni raw materials kwa mfano, kiasi gani ikitoke nje na kiasi gani kiwe ikiwe source hapa Tanzania. Lakini hii uh, ni platform ya B2B, uh, ya kuweza kujuana wa kama ambavyo nimetangulia kusema kwa hiyo inakwenda kutengeneza faida kubwa kwa Tanzania, wafanyabiashara wa Tanzania, lakini pia serikali ya Tanzania kuweza kuona wafanyabiashara wake wapi wapo, katika platform gani na wanafanya biashara na nchi gani, na nchi inaingiza kiasi gani kupitia miradi ambayo inawekezwa hapa Tanzania.